Akizungumza wakati wa zoezi la kuwasha umeme unaotokana na mradi wa wakala wa umeme vijijini REA, mkuu wa mkoa wa Rukwa Makongoro Nyerere amesema kuwa mkoa wa Rukwa bado una uhitaji mkubwa wa nishati hiyo na kupongeza kasi ya uendeshaji wa mradi huo kwa wananchi ndani ya mkoa wa Rukwa. imenifurahisha zaidi ni mlivyonileta hapa, ambapo umefanyika sasa zoezi la kuwasha umeme kwa ajili ya wateja wetu. Wateja wetu wanaongezeka nchi yetu ni nchi ambayo inajengwa na wanaoongezeka kila mwaka, ni hawa ambao wanajenga nyumba zao binafsi na hawa ambao wanajenga fremu za biashara, hawa kila mwaka wapo. Sema ni nimeridhika sana na nilichokiona leo. Mradi wa wakara wa nishati vijijini REA ulianza rasmi kusambaza umeme vijijini mwaka elfu mbili na saba. Tangu mradi kuanza kuwa na jukumu la kuwezesha upatikanaji wa huduma bora za nishati vijiji vya Tanzania bara mkoa wa Rukwa Hali mpaka sasa inaelezwa. kwa majina naito Mhandisi Baraka Saidi, ni msimamizi wa miradi ya REA mkoa wa Rukwa. Mkoa wa Rukwa tuna vitongoji 1816 na katika vitongoji hivyo tayari vitongoji elfu moja mia mbili thelathini na tatu tumeshafikisha umeme mpaka leo uh, mwezi Mei mwaka 2025. Kwa wananchi tuko na mwitikio mzuri kwa kweli, kila sehemu ambapo tunafika, mkarasa ambapo fika kuasha uh, kitongoji, tayari panakuwa na wateja zaidi ya kumi ambao tayari wameshaomba. Na mtegemeo, tunategemea kabisa kila kitongoji kitakuwa na wateja zaidi ya arobaini ambao watakuwa wanahitaji huduma. Katika eneo hili tuna wateja uh, karibu mia mbili ambao watategemea kuunganishwa na mpaka sasa hivi, sasa hivi tunaongelea tayari wateja ishirini wameshaunganishwa katika kitongoji hicho cha Isesa ambatu kipo wilaya ya Sumbawanga. Akizungumza kwa niaba ya wananchi wa manispa ya Sumbawanga, Anuali Mbwilo ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya hiyo ameipongeza serikali kwa namna ambavyo imekuwa ikitimiza upatikanaji wa huduma za kijamii kwa kasi kubwa. Na hii ni, ni kauli mbiu, na hii kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi inazungumziana swala la umeme. Tunatambua bila umeme mambo mengi yataweza kulala, watu. Umeme unaongeza vipato unaongeza ajira, watu wanafungua saluni, wana maindi yao wanasaga na mambo mengi sana. Kwa hiyo tua kila sababu ya kumpongeza mheshimiwa rais kwa kazi kubwa hizi ambazo anaendelea kuifanya. Lengo la mradi wa wakala wa umeme vijijini REA ni kuhakikisha asilimia sabini na tano ya watanzania waishi vijijini wanapata umeme ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kufikia asilimia mia moja ya upatikanaji wa umeme vijijini ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini.